Takwimu za mwaka 2023 zinaonyesha kuwa pato la mkoa wa Ruvuma ni trilioni 7.17 na uchangiaji kwenye pato la taifa ni asilimia 3.8 na kipato cha mtu mmoja mmoja ni milioni 3.75, ambapo mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanal Ahmed Abbas Ahmed akiwa kwenye baraza la biashara la mkoa wa Ruvuma amesema takwimu zinaonyesha kuwa sekta ya kilimo ndiyo inaongoza kwa kutoa mchango mkubwa wa ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Ruvuma na uchangiaji katika pato la taifa, kama mkoa ungeongeza thamani ya kile kinachozalishwa katika sekta ya kilimo basi mkoa ungekuwa na pato kubwa zaidi. Sasa takwimu za mapato ya mkoa wa Ruvuma kwa mwaka 2023 zinaonyesha pato la mkoa ni trilioni 7.17. Na uchangiaji wetu kwenye pato la taifa ni asilimia 3.8, na PCI kwa maana ya per capita income ya mtu mmoja mmoja ni milioni 3.75, na contribution kubwa ya ukuaji huo uchumi wa mkoa, uchangiaji kwenye pato la taifa, manake sekta inayo lead ni sekta ya kilimo, followed by mineral sector na sekta nyingine biashara ikiwemo. Sasa kama ni sekta ya kilimo Swali ambalo na mimi ndio najiuliza, kama tungekuwa tuna value addition of kile kinachozalishwa kwenye sekta ya kilimo, maana yake pato la mkoa lingeongezeka zaidi ya hili tulilo nalo kwenye sekta hiyo hiyo tu ya kilimo. Ili kuongeza thamani ya mazao mkoa wa Ruvuma unahitaji kuwa na viwanda vya kuchakata mazao hayo, lakini kuna changamoto ya upatikanaji wa viwanda hivyo, licha ya mkoa wa Ruvuma kuwa na umeme wa uhakika. Zamani kabla ya hapo, mwenyekiti, mkoa wetu wa Ruvuma ulikuwa una changamoto ya upatikanaji wa umeme, kwa sababu uwekezaji kama huu, umeme ni jambo la muhimu, maji jambo la muhimu, lakini vikwazo hivi sehemu kubwa Ruvuma vimeondoka, hakuna shida ya umeme na hakuna shida ya maji kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo uwekezaji katika viwanda vidogo vidogo ambavyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa amevieleza, mtu anafikiria kiwanda kama kile cha Sonamku, majengo kama kama magala ndio kiwanda kimoja. Siku hizi viwanda vimekuwa vidogo, lakini vyenye uwezo mkubwa wa kuprosesi bidhaa zetu. tuna matumizi yetu ya mkoa wa Ruvuma ni kama megawati 24, lakini uwezo wa mitambo yetu mpaka tunapoongea sasa ni megawati 72. Na kama sio yetoshi, serikali mpaka kwa sasa tunapoongea najenga mradi mkubwa wa bilioni kama 152 wa kupeleka laini ya msungu wa kilovoti 220 katika wilaya ya Tunduru ambapo napo nenda kujenga kuweka kituo kikubwa cha kupozesha umeme ambacho ni kikubwa kuzidi ambavyo tulivyonavyo sasa hivi. Ili twende na uchumi wa mkoa wa Ruvuma, lazima tuna muda wote naawaztuis katika tuna upande wa kilimo, ndio uchumi wetu, lakini kwenye uchumi huu tumeacha wazi uchumi wa kilimo oh, oh, oh, oh. kkojaka maranakuta hali ya hewa ilivyo sahihi naweza mwaka ja. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, Muazi Muhammad Clouds Media.